Unyonge ni adui wa kwanza wa mafanikio yako. Unaweza kuwa bosi wako mwenyewe, ndiyo? Hem, tuulizane tuulizane, mi na wewe, unafikiri ni nini kibaya kinaweza kutokea baada ya wewe kuwa bosi wa maisha yako mwenyewe, kuwa na kampuni, kuwa na biashara? Unafikiri ni kitu gani kibaya hapo ambacho kinatokea? Hakuna kitu kibaya kitakachoweza kutokea, ila kinachokuzuia kuwa bosi wa maisha yako, kuwa na kampuni yako, kuwa na biashara yako ni kitu hiki kimoja. Unajua nini? Ni kuanza. What a shame! Ni aibu ya, ya namna gani? Uwezi kumiliki kampuni, uwezi kumiliki biashara kwa sababu umoja tu unaogopa kuanza. Umekuwa kwenye ajira yako muda gani? Why can't you approve it? Kwanini usiwe na kampuni yako sasa ya kutoa huduma? Kwanini usiwe na biashara yako binafsi? Hakuna sababu yoyote ile ambayo ipo hapa katikati, kitu ambacho unaogopa

Kama ni mmoja hapo kwenye mazingira kama haya, na unahitaji kusajili kampuni yako ama biashara yako, kupata leseni ya biashara yako, komenti naena usajili hapo chini, ama dm kwangu, ama wasiana mimi kupitia namba inaonekana hapa, na ndakusaidia hatua kwa hatua, na ndakuelekeza kwa nini inakuwaje, utaratibu wake ni vipi, kuweza kusajili kampuni yako sasa hivi. Sajili kampuni yako sasa hivi, uwe bosi wa maisha yako mwenyewe. Inawezekana.